Ebu niambie shida ni nini? Mlipo nimesikia kitu ati sijui unatapika, unatapika. Hapana, tulikuwa tunaongea vinyewe, tulikimbia sana, tumbo ikaanza kutuma, alafu sasa tukaanza kutapika, sasa huko kwa wanda kwa bolu kwa hivyo. Yaani leo rono tima. Endelea kuchuna ye, mara warusha. Eh, nezvofunga kwa juice, juice nilienda recruitment ya askari.

Huyo akiongea unyamazi, hebu. Lakini mimi sina mimba baba, singekuwa ni kubwa. Ako? Ako mimba na kudanganya baba, niende ako na Yesu uone. Ako mimba ama ako na mimba? Ako nayo.

Kuna kijana tu anatoka mkoa boma hapo chini. Kijana hapo masiva itai. Eh. Yeah. Kana karo rangi muni ni murwe ka. Ndio kijana alisema na kusaidia ange hesabu. Yeah, si alinisaidia lafaka niambia tuende kwa nyakwa. Mlienda kwa nyumba ikakwaje? Mimi alinilazimisha ati nilale na yeye. Kulala tu hivi, yani kulala tu pwa ama kulala aje? Hapana yani kulala yeye ingine. Gani?